So, as karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sawasawa na Bwana anavyonijalia kila Jumamosi. Huwa na share neno la Mungu kwa kifupi sana, na leo ninaanza hii series ambayo yani inaweza ikawa hata ni forever. Nataka kuwa nafanya kila Jumamosi affirmations. Unajua affirmations au uhakikisho, sasa hivi dunia imeziteka hizi affirmations, ndio inazitumia Ukienda kwa makansela wa ulimwengu wanakuambia, wewe unajisemea kwamba mimi naweza, mimi sijui hivi, mimi sijui wameiba. Kwenye Biblia Mungu ndo alianza, ndio mwanzilishi, ndio alfa na Omega. Sasa tunaenda kuziangalia affirmations mbalimbali ambazo zinatuhakikishia mambo mbalimbali ambayo yanatusaidia sisi kuwa watu ambao tume eh, tunafikia kusudi la Mungu, tunafanya yale Mungu ambaye anayakusudia katika maisha yetu, tunapokea vile Mungu ambaye ameviandaa. Kwa sababu tunalo neno linalotuashua linalotuhakikishia mambo mbalimbali, kwa hiyo leo ninaanza na uumbaji wa Mungu, tuone kwamba jinsi gani Mungu alivyotuumba tuwe tunajiambia wenyewe na katika Zaburi ya mia moja thelathini na tisa mstari wa kumi na nne na Mungu anasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yaijua sana. In English inasema I praise thee for i am fearfully and wonderfully made, marvelous are thy works and that my soul knows right away. Jamani, ni muhimu sana kujiongelesha mwenyewe, kwa sababu unapojiongelesha your soul inapick it up inaamini soul yako, ikiamini hamna kitu kitakachokumvu. Lakini mara nyingi tuna tunakwama kwa sababu yale tunayoyasikia, yale tunayoyaamini hayatoki kwenye neno la Mungu. Tunaamini mengine, labda unaweza kuamini mimi ni mzee siwezi naweza kuamini mimi ni mfupi, mimi ni mwembamba, mimi sina elimu, mimi sina hivi. Hapana, hebu tuanze kwanza, pale siku ya kwanza siku ya sita ulipoumbwa, Mungu alikuumba fearfully and wonderfully made. Alikuumba akasema uende ukatawale ukamiliki, eh ukasubdue, ndio tulivyoumbwa sasa. Eh, kama nilivyosema, nataka tupeane moyo tujifunze kwa pamoja. Hebu wiki hii jaribu kila siku Simama kwenye kio. Usipoweza kusimama kwenye kio, mahali popote utakapokumbuka, sema I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works my Lord and my God, nimeumbwa kwa namna ya ajabu, kazi zako ni za kutisha, Mungu na Bwana wangu. Yaani, kila siku ukiwa unasema hivyo, utashangaa vitu vinavyofanyika. Wao nafikiri kwanini wanasayansi wamegundua kwamba watu wanaongea positive themselves wanakuwa ni watu tofauti na wale ambao wanaongea negative. Hata ukiuangalia huo mstari unasema, nafsi yangu inajua. Nafsi yako inajuaje? nafsi yako inajua, yale tunayoyatamka ndio nafsi hizi ina ina pick up ina nani. Kwa hiyo kazi hebu hebu tuifanye kwanza, hebu tu appreciate uumbaji wa Mungu. Mungu ametumba kwa namna ajabu, na usiangalie mweusi, mweupe, mfupi, mnene. Mimi wakati na niko kwenye matibabu ya figo nilikuja kujua hii siri kwa sababu tulikuwa tunafanya dialysis kwenye figo ya nje, artificial figo inaitwa artificial kidney, lakini bado ilikuwa uwezo wake wa kuondoa uchafu kwenye mwili ni mdogo sana sana sana sana. Niangalie sasa hivi am energetic, ngozi yangu imebadilika. Watu wengi ambao walikuwa wananijua wakiniona sasa hivi wanasema eh, kwa sababu gani? Kwa sababu nimepata figo ambalo Mungu ameliumba. Uumbaji, hmm, wa Mungu hauwezi kulinganishwa na na utengenezaji wa mwanadamu. Mwanadamu anaweza kutengeneza tu, hawezi kuumba. Kwa hiyo, mpendwa, naomba nikuachie hiyo task, na mimi vilevile nitajitahidi niifanye. Kila napokumbuka nitakuwa nasema hivyo. Tukutane wiki ijayo kwa another affirmation. Neno la Mungu li hai na mdomo wako wewe, una mamlaka na neno la Mungu linatuambia ya kwamba Eh, unachoongea, Mungu anasikia. Kwa hiyo utakapongea hivyo, Mungu anasikia. Aha, unaamini eh, kwamba wewe you are fearfully and wonderfully made, basi you will be fearful kwa vitu vyote ambavyo vinakusumbua. Mungu akubariki, usisahau kusubscribe, kushare, ku like and comment. Tukutane wakati mwingine Mungu akipenda. Amen.